Mwendelezo wa kampeni za kunadi sera za chama uma cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA zimeendelea wilayani Kilosa kwa kuwafikia wananchi wa kata ya Kimamba pamoja na kata ya Kilosa Mjini, ambapo mgombea wa urais wa CHAUMMA Salum Mwalimu ameahidi kuwa na serikali isiyokuwa na kizuizi. Maisha yangu yote nimefanya kazi sekta binafsi, kama nilivyoeleza, sijawahi kufanya kazi serikalini. Sina kibembo ninachokiogopa serikalini, sina mtu ninayemuogopa serikalini, sina Chama cha Ukombozi wa Umma kimesisitiza utekelezaji wa sera yake ubwabwa kwa wote, ikiwa ni mkakati wa kuhimiza elimu ya lishe. Na kuna watu nikizungumza sera ya chakula kwa wote watu wanaona kama utani. Nchi hii asilimia 30 ya watoto wa miaka mitano kuja chini, asilimia 30 wanatatizwa na tatizo la kilibatumbo na utapiamlo, nchi liyojaa ardhi ya chakula, sera zimenadiwa na ahadi zimetolewa mbele ya wananchi. Hakutakuwa na mtu atakayetoka Mwanza akatoka Mbeya kuja kutusaidia watu wa Kilosa, lazima si wanakilosa wenyewe tusimame, tutafute ukombozi, tuyatafute mabadiliko, sisi wanakilosa wenyewe. Minichiduo nimebeba dhamana hiyo ya kugombea ubunge huu, kikombe hicho nikakipambanie. Ukienda Mwanza maliya changamoto ja ukienda Kigoma changamoto ni zile zile, ukija hapa changamoto zile zile, ukienda simiwa nania changamoto hizo hizo. Changamoto hizi haikuwa ni mpango wa Mungu. Ratiba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetenga siku 29 Oktoba kuwa siku ya uchaguzi mkuu. Emmanuel Kalemba, Azam News, Kilosa.